Shaitan rajim Bismillahi rahmani rahim. Sita chukua time sana, vile shekhe ameniambia, ameniambia ni kuna dakika. Umesaza dakika ngapi shekhe? Umebaki moja. Ah. <laughs> Sawa shekhe. Naam. E, nadhani kwa mashehe na watu ambao wamekuwa wakifanya kazi ya tabligh wanajua kazi ya tabligh sio kazi ndogo. Nakumbuka sisi tukianza kazi ya tabligh sisi hapana, ni wenye kabla yetu, watu wanakuru, na si ni vijana bado na. na tunakuta kwamba mtu anaongezeka katika msikiti baada takriban, labda baada ya mwezi, miezi miwili, miezi mitatu. Saa zingine hata inaweza kupita mwaka, hatuoni uso yenye labda ni mpya, mtu labda amesilimu, ameingia katika dini vile, vile. tulikuwa tunapata shida sana ya waumini kuweza kufika msikitini. Saa zingine kama wajatumia transport, hawaoni lakini najua leo hakuna mtu ametumia transport hapa, Sheikh. Ah, asante tunaendelea. Naam. Sasa, na unakuta kwamba wanafunzi wa madrasa tukitaka kuwa na madrasa on Saturday ama Sunday wakiwa na mitihani, siku za mitihani unaona wanafunzi hawafiki. Sasa unakuta kwamba sisi tabligh na dini yetu yenye ni kitu muhimu sana kwetu, ikawa iko na shida, kwa sababu hatuna access kwa dini kwa upande nyingine tunaona kwamba mtu ana spend time yake zaidi katika huku nje na ndugu zetu ndio ni ndugu zetu wa Kristo nini, lakini ukiangalia TV unakuta kwamba hata wewe kama mzazi hauwezi kuacha mtoto wako anaangalia TV hivyo tu, kwa sababu kuna vitu ambavyo nadhani hata kuanzia saa kumi masaa yote unaweza kushangaa vitu ambavyo wanaweka na kutoka mziki zenye zinatumika mavazi na maneno na mafunzo Nadhani hizo ndio ni vitu ambazo sh sh Shekhe Daktari na Saidi wametaja, na kwa sababu ya hiyo, alhamdulillah kwa usaidizi wa ndugu zetu huku Nakuru tukaanza haraka ya media kurekodi program na kueneza, na alhamdulillah thamara ya hiyo kazi tukaweza kuwa na kitu ambacho yenye saa hizi tuko hapa live yenye inaitwa Mahdi TV. Mahdi TV ndio kakuwa television rasmi ya kwanza ya kishia, na pia television ya pekee Kenya nzima yenye iko na programs za watoto every day, kwa sababu sisi unajua, programs za watoto shida yake nini? Haina advertisement. Sasa unakuta channel mingi kwa sababu wanaangalia faida, hawaangali mtoto. Kwa sababu hiyo, masaa saa tisa saa kumi, mtoto akitoka shule unakuta ni masaa ya muziki na dunda. Alhamdulillah, tukaweza kuwa na Mahdi TV yenye tumekuwa tukirusha eh, program zetu eh, Nairobi, saizi ya Nairobi huko na Mombasa inshallah, kwa uwezo za Mwenyezi Mungu, kazi imekuwa nzuri sana. Tumeweza, tunaweza kusema saizi kwa kila baada ya muda, watu idadi ya watu wanakuja wanatuma message. Mtu tu ameketi nyumbani anatuma message, anasema mimi nataka kusilimu, mimi nataka kujua kuswali, eh nitumieni video na namna mtu anaweza kujifunza kuswali mtu anasema mimi nimependa hii dini yenu, mimi napenda dini yenu. Sasa alhamdulillah, na ukiangalia kwa social media, Mahdi TV baadhi ya video zimepita hata watu kuziangalia zaidi ya mara milioni moja, na zingine ni kuzinazungumzia tu ushia na Ahlul Bait. Kazi hii ni muhimu sana, watu waweze kujua maarifu ya Ahlul Bait. Na leo alhamdulillah, kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu mwenyezimungu tuko hapa Nakuru Najua baadhi wanasema huyu shekhe anazungumza anapitisha dakika moja, na akitoka hapa hiyo TV yake kama siwe Instagram, TikTok, YouTube hatutaona, lakini Allahumma salli ala Muhammad Kenya shilling. Amesema niendelee kuongea. <laughs> <laughs> na Naam. Sasa na tumekuja leo Nakuru na kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na taufiki kutoka Ahlul Bait, insha allah, kuanzia hii mwezi Mahdi TV itakuwa na rushwa Nakuru, Kisumu, Webuye na Malakisi. Eh, wira, ya wira hiyo Webue inafinika maeneo kubwa sana ya Bungoma na hizo maeneo takriban kaunti tatu. Naam. Naam. Eh, inshallah. Sheikh utatuma mtu angayawashe TV nyumbani. <laughs> <laughs> Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja itaingia kama itaingia karibu, karibu na Webuye, inshallah itashika. <laughs> kuna vitu Nyamira <laughs> tutaangalia <laughs> alafu Kilifi inshallah Kwale, na kuna ihtimal eh, tuja confirm, kwasabu, kwa mapi inaonyesha kwamba inaingia kisi fulani ya side ya Tanga kwa mapi lakini hatujui baada mpaka watu waumini wa huko waseme wameweza kuona insha allah. Naam, hii ndio ni habari na announcement kwa tuko nayo, na kitu yenye tungependa kuomba. Elimu tulifunzwa tukiwa dogo na hadi leo tuna tutaendelea kufunzwa hivyo. Elimu ni sadaka ambayo inabaki. Wewe unaweza kusaidia Mahdi TV kwanza na kutizama Mahdi TV kwa social media na kushia na watu ambao labda ungependa wajue baadhi ya hizo vitu kuna programs zimezungumzia hizo shida zenye Sheikh eh, Dr. ametutajia hapa hivi kutoka bipolar, mental issues, madaktari wamekuja wa wamezungumza wa hiyo ni usaidizi ya kwanza unaweza kusaidia Mahdi TV channel yako hizi channel ya mtu hii ni channel yetu sote. Kwanza una share, unatuonyesha watu wengine wa waweze kufaidika. Pili, kama uko na idea unaweza kutujulisha kama inawezekana kufanyika kama nini, unaweza kuja tumerekod. Zaidi ya episode 30 ya program inaitwa Then I Was Guided iwasguidd Thumma Htadait, yenye watu wamekuja wametaja visa vyao vile walitoka kutoka labda Ukristo wakakuwa Waislamu, ama wa kutoka kwingine wakaingia madhhabu ya Ahlul Bait na baadhi ya hizo video kwa social media tunaona kuna kijana alizungumza, ilionekana zaidi ya half a million inaonekana kwa sababu yeye anazungumza tu kuhusiana vile alitoka A baka B, akawa mshia na akafuata madhhabu ya Ahlulbayt. Ni kijana ajasoma, lakini ni safari, ni kisa chake. Kama uko na kisa kizuri, tutafute, inshallah tutajitahidi kama hata uko wapi tuweze kufika huko, turecord na kismi ya mwisho kabisa ni wewe kila wiki jitahidi kufanya, hufanya advertisement Mahdi TV kwa majirani, na inshallah, ili hata hao waweze kuona Mahdi TV. Na tunaomba msamaha, msamaha kama imepitisha dakika mbili, inshallah Allah. Asante, asante, asante sheikh, asante maulana.